Kitabu cha Mhubiri, tusome katika kitabu cha Mhubiri ile sura ya nane na ule mstari e, wa kumi na tano. Kitabu cha Mhubiri sura ya nane mstari ule wa kumi na tano, maandiko yanazungumza kama ifuatavyo: kisha nikaisifu furaha, kwa sababu mwanadamu hana neno lolote lililo jema chini ya jua kuliko kula na kunywa na kucheka, na ya kuwa hilo likae naye katika amari yake siku zote za maisha ali, alizompa Mungu chini ya jua. Hapa mwandishi huyu mhubiri mwandishi uh, huyu Sulemani e, katika maisha yake yote na kufanikiwa vizuri kwenye, kwenye maisha ya dunia na utajiri wake mwingi na mambo makuu na hekima ambayo Mungu alimjalia, lakini mwisho wa siku wakati anaandika hapa ameandika akiwa mtu mzima amekula raha zote za dunia ambazo watu wanasema, ameona mengi. Kwa hiyo anakuja kuona kwamba ah, katika yote niliyoyafanya, hmm, kitu cha kusifu ni furaha. Kwa sababu gani? Akasema kwamba kisha nikaisifu furaha, kwa sababu aligundua mambo yafuatayo katika hapa, alichokuja kugundua, akasema kwa sababu mwanadamu hana neno lolote lililojema chini ya jua katika maisha ya kwako, hakuna jambo lolote jema utakalolifanya useme sasa hapa nimefanya jambo la maana. Ndio maana ukija kumwangalia huyu mtu katika mambo yote anasema ni kujirisha upepo, ni upuuzi. Umeona, kwa hiyo katika yote unayohangaika usiku na mchana, mwanadamu anahangaika yanakuja kupimwa ku, ku, ku, kwenye mambo mawili. Akazungumza mambo mawili, akasema kitu cha kwanza, hm? ililo jema chini ya jua Kuliko kula, kuliko kula. Ehe. Alafu, na kunywa pamoja na kucheka. Kwa hiyo tukisema, tukitaka kugrupu vizuri, kula na kunywa ni kitu kimoja, alafu tunakuja neno kucheka, na lenyewe ni kitu ambalo linajitegemea. Kwa hiyo umiliki magari, umiliki ardhi, umiliki makampuni, ufanye vitu vyote, fanya uwezavyo, lakini ukija kuangalia vizuri, mzunguko wote wa hayo mambo, mambo muhimu ni kula kunywa pamoja na kucheka. Ndugu yangu, unaweza ukawa na mali nyingi za kutosha umejirundikia, lakini ukikosa kitu kicheko au furaha kwa lugha nyingine, kwenye maisha yako umekosa, na unaona vyote si, si, si, si, si vya maana. Ndio maana tunaona mtu akiugua au akiona kabisa hapa anaelekea kufa anaona upuuzi, yani mambo yote duniani aliyokuwa anayafanya anaona upuuzi, wala havina maana. Ndio maana hapa mtu akiugua, watu wako tayari kutoa mabilioni ya fedha ili kutibu, hawaoni kwamba ni hasara kuuza eneo, kuuza hisa eh, hawaoni hasara kuuza magari ili wamtibu mtu apate kupona. Kwa sababu gani? Kwa sababu ugonjwa ni moja ya ishara inayoondoa amani kwenye maisha ya mtu, kwa hiyo vyote vinakuwa havina maana. Kwa hiyo sasa nataka leo nikurejeshe kwamba tukuangalia agenda ya ufalme wa Mungu e, ni vitu gani tunavyojifunza vi, vi, watu wa Mungu ili tuende pamoja na tupate kuelewa vizuri kabisa. Kwa hiyo huyu mtu hatuwezi kusema kwamba alisema tu kwa mba, ah, sababu ni maskini huyu mtu alikuwa tajiri hajawahi kutokea. Biblia inasema na hatatokea mwenye mali na utajiri mwingi kama Sulemani na mwenye hekima kama Sulemani kwenye, kwenye revo ya wanadamu. Kwa maana yake alikula maisha, aliona kila kitu, kila lililopendeza kwenye macho yake alilifuata, mwisho anakuja kuandika kwamba naona yote duniani ni upuuzi. Nataka nikwambie hivi katika falme uh, tatu nilizozitaja: falme wa Mungu, falme wa wanadamu, falme wa, wa giza ambao wa Shetani. Ehe, tu, tu, sisi tuna, tujifunze ufalme wa wanadamu, tujifunze falme ya Mungu na tuone uh, na ukomo wake. Hasa ufalme wa wanadamu una ukomo. Ufalme wa mwanadamu umejengwa katika mambo haya hapa ambao Suleiman ameyasema. Ufalme wa mwanadamu umejengwa katika chakula na kunywa. Ufalme wa mwanadamu umejengwa katika chakula na kunywa. Ndio maana ukisoma katika vitabu vya habari ya mambo ya nyakati utaona jinsi wafalme chakula kilivyokuwa na, eh, kilichokuwa, kilivyokuwa na maana zaidi hata tukiangalia kwenye ndoto ya Yusufu pale, amewekwa gerezani gereza la Farao akakutana mle gerezani na, na mwoka mikate pamoja na mnyeshaji wa nini wa Farao. Kwa hiyo maana yake ni kitengo na, na ni, ilikuwa ni jambo la maana chakula cha kifalme. Kwa nini? Kwa sababu falme mwanadamu umejengwa kwenye chakula. Na tukisoma vizuri hata kwenye kitabu cha Mwanzo, Mungu alipomuumba mwanadamu akamtengeneza kwa mavumbi hakumwacha aelewe he, aelewe hewani hewani. Bali Mungu alitengeneza mfumo wa chakula Edeni, akamweka Edeni ili huyu mwanadamu apate kuishi kwa kula na kunywa. Ndio maana katika bustani ya Edeni aliweka miti ya matunda ifaa kwa chakula akachipusha na mito minne ili mwagilie bustani ya Edeni huyu mwanadamu apate kula na kunywa. Mfumo na ufalme wa maisha ya mwanadamu umejengeka katika hilo, na ndio maana katika, hicho hicho chakula mwanadamu huyu alijaribika akajikuta amejiuza kwenye sehemu nyingine. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo nataka nikwambie, Sulemani akaja kuona kwamba kumbe ufalme wa dunia hii, hata leo nikimbizane ni, ni nikimbizane na vitu vingi, nikimbizane na huku na huku, lakini notesheni yote inayoifanya mambo muhimu kuliko yote ni kula kunywa pamoja na kucheka. Kwa ni vipengele ambavyo vimejaza maisha. Na ukisoma vizuri kwenye kitabu cha Mhubiri utaona kwamba kuna mtu namuona kabisa hana watoto lakini anakimbizana na juu za sarafu mwisho wa siku anakuja kufa. Na akifa anazikwa anaviacha vyote alivyokimbizana navyo. Sasa nini? Sihubiri kwamba ili mtu awe mvivu asitafute. Na nataka ni kua, Mungu atusaidie atupe neema kupitia somo hili tujifunze kitu gani cha msingi na cha muhimu cha kwanza kwenye maisha. Alafu vingine vifate. Tusipoelewa hivyo ndugu zangu, tutapambana na maisha, mwisho wa siku tunaambulia kwenda jehanamu na tunaukosa ufalme wa Mungu. Hii ni agenda ya ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo elewa kwamba msingi wa maisha ya mwanadamu, ufalme wa duniani umejengwa katika chakula na kunywa, pamoja na kucheka. Kwa hiyo hivi vyote vimewekwa kwa mwanadamu, siku zote za maisha yake mwanadamu apate kula na kunywa pasipo kula na kunywa hakuna maisha hapa duniani. Mwili huu unaouona uliumbwa uli katika dongo, kwa hiyo ni udongo ambalo linataka lile na kunywa, ili lizidi kunawili zaidi, lizidi kukupa nafasi ya wewe kuishi duniani. Siku likiharibika hili basi, utachomoka utaondoka, utaliacha nalo, tutalizika ardhini. Kwa hiyo hiyo elewa kwamba ufalme wa duniani ukoje, twende katika kitabu, eh, kitabu cha Warumi tuangalie.